Lakini nimshukuru sana diwani wetu Ramadhani Kambuga, amekuwa mstari wa mbele sana kuongelea masuala ya hapa sokoni, na leo afya yake sio nzuri, angekuwepo hapa. Namshukuru sana, na kwa umoja wetu tutaenda kutatua hizo changamoto ambazo ni ndogondogo, ili muweze kufanya biashara kwa raha na furaha. Lakini tunatambua hapa watu wamewekeza sana pesa zao, watu wamekopa, wanapotakiwa kurudisha madeni yao, watu watoto wanasoma. Kwa hiyo niwahakikishie, sisi tutahakikisha mnakuwa na mazingira rafiki ya kufanya biashara zenu, na tutashirikiana sana na ninyi kwa asilimia mia moja. Leo tumekuja na Mstahiki Meya kwa sababu moja, hawa ndio wanakaa kwenye vikao kutunga sheria ndogo ndogo sasa uone sheria gani inamuumiza mwananchi. Lakini niwaombe kabla hamjatunga sheria yoyote, wahusishe wadau wenyewe, watoe mawazo yale mawazo yata, sheria ikija wao wanaijua na kuifahamu, na waitekeleze kwa, kwa uharaka. Hii itasaidia sana, hiyo ndio maana ya uongozi shirikishi. Tukisema chomi ya tano hawa wangeulizwa labda, leo wangekuwa walalamiki. Kwa hiyo tutunge sheria kwa kuwashirikisha wadau. Suala mwisho, tulivyokuja hapa mimi wakati nagombea na biabata akiwa amenishika mkono hivi, tuliahidi mambo moja. Tuliahidi kuleta mabati, maana watu walilalamika wakasema wananyeshwa na mvua. Leo mabati tumeyaleta na tumeleta bando tatu za mabati kasiri, kasiri, kasiri. Lakini wakati napita kwa jicho langu la kiandisi watu walilalamika sana kuhusu maji maeneo wa, wanapofanyia kazi kwamba yanakata barabara. Lakini nilipoenda kutembelea watu wa samaki kule waliongea wali, wali waliona kama mimi sikujali, lakini walisema wanakufanyia biashara zao hakuna simenti na wanazuiwa kufanya biashara kama hamna hamna simenti. Afisa masoko wanaruhusiwa lakini taratibu haziruhusu, lazima pale pawe na simenti. Kwa hiyo mimi nikaona nilete mifuko hamsini ya simenti hii saidie kuondoa changamoto kule kwenye soko la samaki, lakini tusaidie kujenga mitaro midogo midogo pale ambako maji yanapita na kuharibu mazingira ya wafanyabiashara. Hapa mlituambia tena swala la umeme. Nimefuatilia kwa afisa masoko, ukifata utaratibu wa serikali ni kama milioni tano kuweka umeme, lakini nimeongea na afisa masoko. Sasa hivi tunakwenda kwenye msimu wa sikukuu, sisi wafanyabiashara tunasema ni msimu wa mavuno. Kwa hiyo mimi nimemwelekeza na viongozi wa soko tutafute fundi wa kawaida aende kule chooni avute umeme atuletee maeneo haya, na mimi nitasimamia hilo. Wakati serikali inajiandaa kuweka umeme huo mkubwa, sisi tuwe tumeshapata umeme kipindi hicho, wakati tunaendelea kufanya shughuli zetu. Hey, hey, hey. Kwa hiyo naomba mtafute fundi aje aweke umeme hapa, watu waendelee kufanya biashara, na ninawaomba, nilikuwa naongea na, na meya nauliza kwa nini katika jimbo letu la Bukoba mjini tunafanya biashara mpaka saa moja tusifanye masaa ishirini na manne. Inabidi na sisi tuwe tunafanya biashara usiku kucha, abateja kaba rawayo nawemkome mtae kaba takaoileo mfanye biashara mkiwa huyu kila jambo tunalolifanya katika uongozi. Leo nimekuja hapa mahususi katika uongozi kuna mwendelezo wa mambo, sisi hatuji kuanza, tunaanzia pale waliokuwepo walipoishia kwenda mbele. Kwa hiyo kila mtu apewe thamani yake na umuhimu wake kwa muda wake na wakati wake bati hata sima tagiraki Lazima tuwe na roho ya shukrani tunapofika kwenye mazingira yale. Kingine wa ndugu zangu, wana jimbo la jimbo la Bukoba Mjini, sisi kama viongozi wenu sasa, tumeshaapishwa na tuko kazini. Naomba ushirikiano wenu, tunaomba sana ushirikiano wenu. Bila ushirikiano wenu, mambo mengi hayatakwenda. Sisi tunafikika muda wowote. Mimi nikifika sokoni, mtu yote ana shida aniambie. Inayowezekana tutaitatua, tuta ya kusogeza mbele, tutaisogeza mbele. Madiwani wetu ni wasikivu na meya wetu ni msikivu. Niwaombe twende mbele kwa ajili ya kujenga mji wetu na kujenga maisha yetu sisi wenyewe. Niwaombe sana, tulinde amani ya nchi yetu. Tuko hapa kwa sababu ya amani. Kama hamna amani hata huo mtaji wako mdogo ulionao utapotea na hautaupata tena. Kwa hiyo tujitahidi kuwa walinzi namba moja wa kulinda amani yetu. Kama mtu ana changamoto, huwezi kutatua changamoto yako kwa kuchoma kibanda cha mtu, huwezi kupata changamoto yako kwa kumpiga mtu. Changamoto inatatuliwa kwa kutatua changamoto yenyewe, bila kumuumiza mtu mwingine mwenye changamoto yake. Kwa hiyo tushirikiane tufanye kazi kwa pamoja, tuungane mkono wote kwa pamoja. Bukoba itajengwa na sisi, sio mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tukishikamana kwa pamoja, tutaijenga Bukoba yenu. Lakini niwahakikishie, tunakwenda kuweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara wote. Narudia, tunakwenda kuweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara wote. Niwahimize tena usafi wa mazingira. Usafi ni jambo la msingi sana. Tumekuwa tuna tabia siku ya kufanya usafi tunafunga. Mimi nitawaomba madiwani, siku ya kufanya usafi tusifunge, ila tukikuta kuna uchafu maeneo unayofanyia kazi, tuweke kiwango cha faini ili mtu apigwe faini. Kwa nini ajafanya usafi? Lakini tusifunge kwa ajili ya kufanya usafi. kao komabai naongea ukoro usafi nkizoka mbatulazimisha mba sisi tujipende na tupende mazingira yetu. Kwa hiyo tutaweka sheria zingine tofauti na kufunga, kwa sababu ule muda unaofunga unapoteza pesa, na mimi sitakubali watu wapoteze nini pesa. Kwa hiyo tujitahidi kufanya usafi maeneo yetu. Kwa vijana, Daktari Samia Suluhu Hassan sasa ameanzisha wizara ya vijana. Naomba sasa changamoto zenu mawazo yenu yote mialete, na tutayafikisha na yatatatuliwa. Usikae na kitu kichwani. Huu ndio muda sasa wa kuleta mawazo yenu. Mnakaa kwenye vikundi vyenu, kama kiongozi hawezi kufikisha shida zenu, sisi tunafikika, ilete wewe mwenyewe. Lakini tumemchagua jumuiya ya UVCCM chini ya mwenyekiti wao Joab, huyu anaitwa James, huyu nimempa kazi moja.